Wala haja mumu and yes it was inside the penalty area pakomzuzwa aliucheza mpira lakini mwili wa Musa Kamara ukaop penati ya kwanza kwenye mchezo. Simba hawana furaha na kile kitendo ambacho kimefanywa. Ali Salim Katolo anakumbuka ni kwamba ingekuwa kama Tanga kipindi kile ambapo alicheza penati nyingi na kuwapa faida Simba twagu raman davis furaha sura yake inakosa nuru, anapoteza amani dakika hizi ambazo Amin Muhamed mwamuzi huyu kwenye madhambi kumi na tano ya Simba, mmoja la pinpin kamara ameamua kwamba ni mkwaju wa penati na ametenga kwenye penatark. Pinpin kamara amelinda kwa dakika nyingi vizuri. Fabrice Ruamba Ngoma anamwambia kaa pale, ulifanya vyema dhidi ya Ismailia na ukawa ukawavusha Simba. Inawezekana ikawa ni wakati mzuri pia, pakompedo zuzwa kwenye zile tano. Ni kuibia siri, Novemba tano, ye ndo aliweka mkwaju wa penalti pedo pakomzuzwa magoli kumi na moja amekwisha weka kambani mpaka sasa katika ligi kuu ya NBC na moja kati ya hayo amefunga kwa mkwaju wa penalti. Hii inaweza kuwa ni penalti yake ya pili kufunga msimu huu na inaweza kuwa ni goli lake la kumi na mbili msimu huu, lakini la, kikwazo kwake ni Pinpin Musa Kamara. Si mara ya kwanza kucheza mikwaju ya penalti kwake, ameshafanya hivyo. Ni moja kati ya nyota ambao waliivusha Simba kutoka hatua ya robo fainali kwenda nusu fainali kombe la shirikisho, na pakompedo mpedo zuzwa, nyota raia wa Ivory Coast ambaye amecheza Asek Mimosa na mara kadhaa ameitwa kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Ivory Coast. Kile chenyewe ndiyo ambaye amepewa jukumu na Young Africans kwenda kupiga mkwaju huu wa penalty. Atafanya nini, Pedro Pacom Zuzwa? Anapiga hatua zake na kuhesabu Pedro Pacom Zuzwa hapo kwa Msuswa anasogeza Simba katika barabara ya majonzi kwa mara nyingine tena. Ni Pedo Pakom, furaha ya mashabiki, mashabiki wa Young Africans katika Mkapa. Hii ni Yanga, uwanja wa Benjamin Mkapa. Hii ni Yanga iliyo karibia ubingwa. Hii ni uwanjani ambayo ni huyu ni Pakom ambaye anabeba furaha ya wananchi wanategemea makubwa kutoka kwenye mguu wake wa kulia kwa utulivu mkubwa kabisa. Maguu kumi na mbili amemhesabia na upande wa kulia, antisipesheni ya golikipa alikuwa anataka kwenda upande wa kushoto.